Hii ni siku ya historia na siku ya kukumbukwa kwa wakazi wa Moyale kaskazini mwa nchini Kenya, hususan waumini wa dini ya Kiislamu, wakati ambapo dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki akihitimisha ziara yake katika mji huo kwa mhadhara wake wa mwisho. Ndugu zangu Waislam wa Moyale, wa ma adraka ma Moyale, leo ni siku yetu ya mwisho katika Moyale. Tunaondoka tukiwa tuna majonzi Moyale. Tumepokelewa mapokezi hatukutegemea, video clip zimesambaa dunia nzima, nimetumiwa kutoka kila kona ya dunia, na kila anayenitumia ananiambia watu wa Moyale wanakupenda sana. Licha ya makali ya jua la mchana katika uwanja wa township, hamu ya kusikiliza mawaidha haikufifia wala haikuondoka. Waislamu wa mji huu wa kina mama, waliobeba watoto, vijana na wazee walijitokeza kwa wingi kumsikiliza Sheikh Kishki katika mhadhara huo wa kihistoria. Ujumbe wa amani, umoja na mshikamano ulitawala, huku waumini wakionekana kuguswa na maneno ya mlinganiaji huyo wa kimataifa, huku wengi wakitamani muda ungesimama ili endelee kubaki nao. Tupendane, tushikamane, tukamatane kwa maslaha ya ya Uislamu na Waislamu. Na mkumbuke ya kuwa nyinyi mko boda, na hapa boda kuna challenges nyingi sana, kuna miraa, kuna drugs, kuna shisha, kuna bangi, kuna manaiti naiti mengi msiposhikamana vijana wenu hawawezi kuongoka kupata hidaya katika uwanja wa township. Ukimya wa kipekee ulitawala mara tu baada ya neno la mwisho la Sheikh Kishki. Licha ya jua kali lililokuwa likichoma, hakuna aliyekuwa na haraka ya kuondoka. Kwa waumini wa Moyale, kila dakika ilikuwa na thamani ya dhahabu. Kwa kweli tumeona kama miujiza, hatujawahi ona katika hali, hali kama hii ya Kishki Nurdeen. Tumefurahi sana na kwa kweli ni mwalimu aliyetimu kweli neno yaani, neno tupatia kwa muda wote huo mpaka dakika hii alhamdulillah, tumerevuka na tumesoma mengi katika Sheikh, pia akatoa muhadhara tukafaidika kwa wingi alhamdulillah. Na insha Allah tunamwomba Allah, tuna Allah subhanahu wa ta'ala, amrejeshe hapa mara nyingine insha Allah bi idhnillah eh, kwa wale ambao wa wameweza kusikiza Sheikh na kumfuatilia tumefaidika pakubwa alhamdulillah, na tunaendelea kumwombea Mwenyezi Mungu Allah mpee maisha marefu na maisha ya khair inshaallah na mjalie Jannatul Firdaus. Amefanya mambo mazuri, na tujawahi pata event kama hii, na inshallah tunamtarajia arudi siku ingine. Na leo nimejifunza kwa kweli, ametoka pale Tanzania na amekuja Kenya, na sisi wa madraka mamo yale wa madraka wa Tanzania. <tipulis> Upendo wa watu Moyale haukuishia tu uwanjani. Safari ya kuelekea Marsabit iligeuka kuwa msafara wa hisia. Kwa umbali wa kilomita kumi, akina mama wakiwa wamebeba watoto wao juu ya bodaboda walimsindikiza Shekh Kishki. Sisi ni watu wa Moyale, tunashukuru Mwenyezi Mungu, mgeni amefika, amefika salama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ametoka njia mrefu, tunashukuru Allah.

hata ha, mi nilikuwa nakaa huko Nairobi, lakini nilipata nikakuja nikapata Sheikh. Alhamdulillah, nimeshukuru na sija, nilikuwa nasikiza sana mawaidha yake, lakini nashukuru Allah nimemwona live, nashukuru sana na tumefaidika. Sheikh Kishki alilazimika kusimamisha msafara, aliwapa maneno ya faraja akiwaomba wawe na subra na kuendeleza yale aliyowalingania watu wa Moyale, wallahi hatuna la kuwalipa mmetufanyia ikram kiasi ambacho tunaona mpaka haya na aibu. Allah subhanahu wa taala hakulipeni kila la kheri amin. Kuna kinamama wapo kwenye bodaboda, wallahi wameniumiza sana roho. Moja amebeba mtoto kama mtaridhika, naomba nishuke niwaone mara moja, ruhusa. Wakati watu wa Moyale wakifuta machozi ya kuwagana, Marsabit wamefungua mikono ya kumpokea dai wa kimataifa ambaye amekuwa akiunganisha nyoyo za walio wengi hapa. Msafara wa zaidi ya magari kumi na moja ulikuwa tayari kumlaki mgeni huyo kwa kishindo Bihali. Kuhitimishwa kwa ziara ya shekh kishki katika eneo la Moyale inaashiria kuwa ilikuwa ni safari ya kiimani iliyojaa vicheko, dua na machozi na matumaini makubwa, safari inayothibitisha kuwa maneno ya hekima yana nguvu ya, ya kugusa nyoyo kuliko kitu kingine chochote. Khalid Omar Kishki TV na Alhajar TV, Moyale Kenya.